Tumepoteza kiongozi wetu, kiungo muhimu ambayo pia alikuwa kama patron ya umoja wetu ya waete Luo nation bia, Luo wa ambayo ni Luo Council of Elders. Tumepoteza patron wakati ambayo tulikuwa tunamhitaji sana atuzidi kutuunganisha. Kwa hivyo tuna huzuni mkubwa sana. Baba alikuwa anajulikana kama Tinga. Unajua, Tinga ndio inalima inapanda na inavuna, inamaanisha Kenya. Kweli tumebaki na njaa kubwa, kwa hivyo turudi kwa Mungu tumwombe atupatie mwelekeo na tupatie mwengine kama Raila Amolo Odinga. Ningependa kuomba Wakenya wote tuwe na utulivu, tuwe na amani, kwa sababu kifo ni kitu tunatarajia, ijapokuwa kifo ya Raila imetuchukua na imechukua jamii yote, si jamii ya wa Wajaluo lakini Afrika mzima na dunia mzima wote tutulize imani tutulize kile inatakikana, tuomboleze Raila kwa uzuri na tuendelee na umoja, ili tupate kiongozi anayekuja mbele, yule atakuja kuongoza Wajaluo. Baba alikuwa ni mtu mtu, alikuwa anapenda amani na baba, baba amekuwa mtu wa kutetea watu miaka mingi nena na saa hii vile tumepoteza baba, tunaomboleza tunasikia machungu sana baba. Baba umetutoa mbali baba Baba, wewe ni mtetezi wa wanyonge kama sisi. Umetuacha na nani sisi wanyonge hapa Kilifi? Baba, baba yetu, wewe umetubeba kama watoto wako sisi wa Giriama. Baba, tulikuwa na wewe kule Bamba wakati wa Fikirini baba yake amekufa. Baba yetu, umetutoa mbali. Umetubebea mtoto wetu Fikirini mpaka pale alipofika. Tulikuwa baba, bado tunasubiri uchukue mwingine na huyu baba umjongeze mbele. Angalia baba umeshindwa katikati. Tulikupenda baba yetu, lakini Mungu alikupenda zaidi. Msalimie Ngala, msalimie Karisa Maita, msalimie Mekatilili wa Menza, kama watu huonana huko. Yale aliyotokea ni kweli, yanahuzunisha lakini hatuna budi hile ambalo tunaweza kusema ni kwamba sisi kama jamii especially jamii ya Luo ndani ya Kilifi County tutashikana na tutakuwa imara na tutasimama kama jamii mojaia <tutu> Kwa kuanzia, kama jamii tumebaki mayatima. Kenya na ulimwengu mzima wanasikitika, lakini hakuna lolote ambayo tunaoweza kufanya. Jambo ambayo tunaomba jamii ya Kijaluo tuwe na amani, kila jambo ambayo tunayotenda tutende na amani. Tunaamini kwamba Mungu atazidi kutuongoza mpaka tumalize hii masafara ya kifo yetu ya baba yetu. Coco FM, ladha ya pwani.